Haja ya kutangazwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katika enzi zake na enzi za maswahaba, baadaye huko haja ndio ikapatikana, kwa sababu wale wote watu wa karne tatu walikuwa wakimjua. Tunasema sio kweli, hapo ulipojifunika hapo kwenye hicho kichaka, hicho ni kichaka cha miba na tumesha kitia moto, uko kweupe. Hayajibu sasa maswali ndio haya, tumeelewana jamani? Kwa hiyo sio lazima useme na sio lazima ujibu. Wakati mwingine uweza ukaamua kukaa kimya tu, na wala usirudie tena kusema haya uliyosema, utafute maneno mengine. Halafu sisi tutaendelea kuzitaja pamoja hizi, lakini usiwatie watu ujinga

Suala la kumfurahia mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtangaza mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kama haikuwekewa utaratibu kwa mitindo fulani, kulihusisha jambo hilo kwa mitindo fulani kiasi ambacho yajengeka katika dhana kwamba huu ndio utaratibu wa kisheria, hiyo ndio bid'a. Sasa na ile nayo likatai, lakini kwa hakika jamaa hawa ni muflisun Wamefilisika na wala hawana hoja katika yale wanaoyadai. Sasa hawa ndio wakubwa wao, hadha kabiruhum fasaluh, huyu ndio mkubwa wao, sasa amuulize, aweza kujibu? Kwa leo nitakuwa nimefika mwisho katika muhadhara au katika majlisi yetu hii. Insha Allah kwenye majilisi mingine tutakuja na ukamilifu wa hoja zake au shubuhati zake alizozitaja. Yani, maneno yake ni mengi, lakini Insha Allah tutajaribu kufupisha, tusiende mbali sana. Kile kilichokuwa na umuhimu wa kujibiwa tutakijibu moja kwa moja na kile ambacho kitajibiwa kwa maswali, na kujenga maswali ni jambo moja zuri sana, inawasaidia watu mtu akikaa akisikiliza anaweza kujiongeza kupitia maswali. Maana ya watu pia watakiwa wafundishwe kuhoji, si kila mtu aweza kuhoji, na unapohoji, watakiwa uhoji kwa msingi kwa hoja, kwa ile msingi wa hoja uliouweka uli, uli, uli sio kwamba wauliza. Kwa hiyo mambo kama haya ni tulabu alilmu, watakiwa muyadhibiti. Akikuona kwamba ah, yule salafi ajificha kama ilikuwa zungumza anyamaza hapa nitapigwa maswali mia mbili hapa, sitajibu hata moja. Hawa wana maswali ya msingi, wana hoja za msingi, sio kama hawaelewi. Wanaelewa lakini hawataki tu. Sasa sisi hatuna shida na wao, shida yetu ni watu wengine wanaodanganywa. Tutawafahamisha waelewe, tutawatoa katika usingizi walionao waelewe. Sitaka basi.